Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, hapa tuko na ujumbe ambao huu ni ujumbe wa mwanadada anayefahamika kwa jina la Carina, ambaye amefariki siku ya leo huko India wakati anapata matibabu kutokana na matatizo ambayo yalikuwa yanamsumbua ya utumbo mkubwa, ambao umeulikatwa na kuondolewa kwa ajili ya kumpa nafuu na Uh, mambo mengine yaendelee na hiyo operation ilifanyika successfully, lakini tu cha ajabu ni kwamba uh, labda huenda Mungu alikuwa amepanga iwe hivyo. Kwa hiyo Lulu alikuwa ameshaanza, sorry, Karina alikuwa ameshaanza kupata nafuu afueni, lakini at the end of the day ni kwamba akafariki ghafla. Kwa hiyo hizo habari za msiba wa Karina zimetufikia ghafla mno na moja kati ya video ambazo sasa hivi zimeanza kusambaa huko mitandaoni ni zile video za uh, kipindi wakati anaondoka kwenda India ambapo, eh, serikali ilikuwa imetia support kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eh, Karina anapata nafasi ya kwenda kufanyiwa matibabu huko India. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alitoa mchango mkubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba swala hilo linafanikiwa, baada ya watu wengi sana kuonyesha jinsi gani ambavyo huyu binti alikuwa na uhitaji wa hiyo support ya kupata matibabu huko India. So shout out sana President kwa hiki ambacho amekifanya. Na yeye mwenyewe pia hapa bibiye Karina kabla hajaondoka kwenda India alitoa salamu zake za mwisho kwenda kwa Mheshimiwa Rais kwa shukurani pia e, na alikuwa anajua kabisa kwamba ataenda, atarudi salama, lakini ndio hivyo zimekuwa salamu za mwisho kwa za shukurani kwa Mheshimiwa Rais, kutokana na kwamba binti hajarudi akiwa salama, kwamba amepoteza maisha katika matibabu huko India. So nataka hapo msikilize kwa ufupi tu alichokizungumza e, mwanadada Karina e, kwa shukurani zake kwenda kwa Mheshimiwa Rais kabla hajapanda ndege kwenda India kwa ajili ya matibabu matibabuya, yeah, so hiyo ilikuwa ni kauli ya yeah. E, ya dada Karina baada ya kuzungumza kwamba Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu amzidishie na ampe hata mitano mingine na mingine na mingine tena hata ishirini. Hiyo ilikuwa na kacheka; yani alikuwa na furaha kutokana na alikuwa na, na matumaini tena. E, support ya kutoka kwa Mheshimiwa Rais ilirudisha matumaini makubwa sana kwa bibiye Karina. Lakini ndio hivyo, Mungu akupe hakuamepanga. So, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo hapa hii video imerecirculate tena huko mitandaoni ni kwa mara nyingine na wadau mbalimbali wamekuja hapa kuweka maoni yao, na kuna page hapa imeripoti kuhusiana na hii issue. Ameandika kwamba mwigizaji mgiza, Karina mnamo mwezi Februari mwaka huu 2025 wakati akijiandaa na safari yake ya kwenda India kwa ajili ya matibabu ya tumbo, alio alipata nafasi ya kumshukuru na kumtakia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan miaka mitano tena ya uongozi, baada ya kuguswa na kumsaidia gharama za matibabu huko India. Meona, kwa hiyo, eh, bibiye, eh Karina, alitoa, kwa hiyo bibie Karina alitoa shukrani zake kwenda kwa mheshimiwa rais kwa sababu rais alikuwa amemsaidia gharama za matibabu za safari na safari ya kwenda India. Unaelewa kilichotokea. So hii ni moyo wa hali ya juu ambao mheshimiwa rais aliamua kufanya. So Karina amefariki siku ya leo India, wakati akiendelea akiendelea kupata matibabu, leo ikiwa ni siku ya tarehe 15 Aprili, siku ya Jumanne, Tuesday. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.